Yesu Kristo ndiye mtume mkuu na ndiye kuhani mkuu. Kwa hiyo wale wanaojiita kuhani mkuu au wanaojiita mimi ni mtume mkuu au wanaojiita mimi ni nabii mkuu au ni mwalimu mkuu au ni mchungaji mkuu hakuna mkuu zaidi ya nani? Yesu Kristo. Ni sawa? Andika Waefeso sura ya nne. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, Yesu Kristo yeye mwenyewe aliwatoa akawafanya wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa nani, walimu. Lakini anatwambia kwenye Waebrania sura ya 13 mstari wa 20, Waebrania 3 mstari wa kwanza. Waebrania tatu kwanza anasema mtazameni Yesu mtume mkuu na kuhani mkuu wa maungamo yetu. Ko anayepasa kujiita kujiita kuhani mkuu au mtume mkuu au nabii mkuu au tupei mkuu ni nani? Ni Yesu Kristo. Mimi na wewe, Yesu Kristo anatufanya kuwa mitume, lakini sio mitume wakuu. yeye ndio mtume mkuu pekee yake. Ametufanya, yeye ni kuhani mkuu. Ametufanya kuwa makuhani lakini kuhani mkuu ni nani? Ni yeye pekee yake. Ametufanya kuwa manabii lakini nabii mkuu ni nani? Ni yeye pekee yake. Maandiko yanasema kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 4 na Waibrania sura ya 13 mstari wa 20 na kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 11 na ule wa 14, nasema Yesu Kristo ndiyo mchungaji mkuu. Yeye ndiyo mchungaji mkuu. Yeye ndiyo mchungaji wa kweli. Yeye ndiyo mwalimu wa kweli Yohana 13:13 Yesu anasema, ninyi mwaniita mwalimu na bwana, nanyi mwanena vyema, maana ndivyo ilivyo. Hata Nikodemo, Nikodemo kule Yohana sura ya tatu msolo wa pili anasema Nikodemu anasema, anamwambia Yesu Kristo kuwa twa jua ya kuwa u mwalimu umetoka kwa Mungu kwa hiyo kati ya huduma tano hakuna anayestahili kujiita ini mkuu katika hizo huduma, hata kama una uzoefu wa miaka hamsini, sitini, sabini katika utumishi na huduma. Tumefanya kuwa mitume, manabii, wainjilisti, walimu, wachungaji, lakini aliye mkuu wetu ni nani? Yesu Kristo, yeye ndio anayetufaa, na hakuna mwombezi wetu zamani tulifundishwa kwamba mwombezi wetu anayetuombea mbele za Baba ni nani? Ni Bikira Maria. Bikira Maria sio mwombezi wetu. Kwa nini? Ni kwa sababu, jambo la kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa kwanza pamoja na kitabu cha Warumi sura ya nane mstari wa 34 Inasema Yesu Kristo ndiyo muombezi wetu, Yesu Kristo ndio anayetuombea. Na inasema kuwa yuko Yesu Kristo yuko mkono wa kuume, mkono wa kuume, sisi, sisi, wa kuume, mkono wa kuume anatuombea sisi, tunaomwamini sisi ambao ni watakatifu. Muombezi wako ni nani? Muombezi wako ni nani? Bwana Yesu Kristo. Mitume sura ya kwanza mstari wa 14, kati ya watu walikuwa wanasubiria kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu, Biblia anasema walikuwa wanawake wengi kati ya wale wanafunzi Haleluya, wale mia ishirini pamoja na mitume walikuwa wanawake wengi, anasema na Maria mama yake, na Yesu pia naye pale pale alikuwa anasubiria ahadi ya baba ya ujazo wa nini, wa Roho Mtakatifu. Kwa yule alikuwa anasubiria hawezi kukuombea wewe. Maana yeye hakuweza kuomba sawasawa mapenzi ya Mungu Ibidi na yeye asubirie nini? Roho Mtakatifu amsaidie kuomba sawa sana mapenzi ya Mungu. Tuko sasa hapo, Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza na ule wanne, anasema na Maria alikuwepo walipojazwa Roho Mtakatifu, na tunajua ile kujazwa Roho Mtakatifu ni kitokea wakaanza kulena kwa na kuanza kutabiri. Kwa hiyo watu waliojazwa na kuanza kunena kwa lugha mpya na lugha nyingine walikuwa wanasikiliza watu wengine na kutabiri pia. Maria alifanyaje? Alikwepo na kina James waliozaliwa baada ya Yesu Kristo kuzaliwa. Muombezi wetu anaitwa nani?